Halo, habari, karibu tena katika YouTube channel yetu ya Mamdogo Beauty Training. Leo tunaenda kujifunza kubana. Hatua ya kwanza katika kubana tutatumia rasa bunda mbili, lakini tutaanza kuitwisti kama hivi, hakikisha zinakuwa bunda mbili. Mtindo huu unaweza kubana bi harusi, unaweza kubana mtu anaenda kwenye shughuli kitchen party au popote pale. Naendelea kuwakumbusha wale wanaohitaji mafunzo, tupigie kwa namba zinazopita hapo kwenye screen yetu. Tunapatikana Kimara Korogwe, Mbaga rangi tatu, pamoja na Kigamboni Feri. Kwa karibu, ujipatie mafunzo. Mafunzo yetu ni gharama nafuu, pia unaweza ukalipa kidogo kidogo, yani unalipa kwa awamu. Ya baada ya kuzitwist kama hivyo, tunaona hizi ni bonda mbili. Baada ya kuzitwist kama hivyo, utamchukua mteja wako, utaanza kumbana tu. Ya kwanza kabisa, ni unalaza nywele zake kwa jeli kama hivyo tuvyoona, hiyo ni bambacha, nimeikata kidogo tumeona ni tumona na wewe pia ukiungana nasi katika haya ili wote tupate. Kama lako utatumia chupio kulishikiza ili lisije likashomoka. Manake mteja akitoka hapo, hatujui anatumia usafiri gani, hatujui atu, anaingia kwenye shughuli gani, kwa tunalipachika vizuri lisije likachomoka. Manake kama kapanda bodaboda hapo, akipuliza kidogo na upepo, linatoka. Ya, utapachika kama hivyo. Baada ya hapo, utaenda kuchukua bunda lako la kwanza, utaliweka. Ukishaweka tu, unashikisha nywele na chupio. Chupio akikisha inashika kwenye rasta na kwenye hiyo hicho kidoti chako isiposhika, maana yake ni kwamba itakuwa inatoka, kwa utaweka kama hivyo. Unachukua chupio unachomeka, unachukua chupio unachomeka. Ya, kama unajifunza usisahau kutuandikia kwenye comment hapo chini, au kama kuna kitu unahitaji kujifunza tuandikie chini hapo kwenye comment, na sisi tutatengeneza video hiyo kwa ajili yako au tutaku direct linki ambayo itakuwa ina video hiyo. Tunapatikana Kimara, Korogwe, Mbagala Rangi Tatu, Kijamboni Feri, pamoja na Pugu. Kajiungeni, unaweza ukatupigia kwa namba za simu 0719 56 97 mwisho 60, 0719 56 97 mwisho 60. Usisahau kubonyeza alama subscribe hapo chini, pia una comment na kushare. Hatua inayofuata utachukua tena rasta yako ya pili nayo na utaenda kui, kuiweka kama hivyo. Utaizungusha tu hapo nyuma kwenye kisogo ili ku ili kuficha kile kidoti chako ambacho tulikiweka mwanzo. Na baada ya kumaliza kama hivyo unahakikisha unabana na chupio. Maana yake usipobana inakuwa inalegea. Kwa hiyo usikiregea sasa maana kwenye kwenye shughuli mteja atashindwa. Unakuwa unachukua chupio zako unachomeka. Baada ya hapo, tunachomeka chupio, tunachomeka chupio, tutavuta kidogo. Baada ya hapo utachukua crown yako hii, ni kwa ajili ya kuongezea urembo tu kidogo. Unachukua crown yako kama hivyo Unaiweka crown nayo unatumia chupio kuipachika, haijishiki yenyewe crown. Unachukua chupio unaiweka kama hapo, na kuja, unaangalia zile engo muhimu zote unaziweka chupio. Baada ya hapo, mteja wako utamwekea vistones ili kuongeza mvuto zaidi kwenye kwenye mbano wako. Hapa tukawa tuna vistones vyekundu, kwa hiyo tukamwekea sababu. So, tunajifunza tu, lakini kwa biharusi anapendeza zaidi kutumia stones nyeupe tunaweka. Na hii ni baada ya kumwekea vi stones, tunaona jinsi alivyotulia amependeza. Ana shida pia mbele, tutaenda kuonyesha video akiwa hatujaweka vi stones, hatu stones vyovyote. Na usisahau kujiunga, usisahau kubonyeza alama subscribe hapo chini tuweke like, tuweke na comment yako ili tuweze kutengeneza video nyingi na nzuri zaidi. Nawakumbusha tena, tunapatikana Kimara Korogwe, Bagala ya rangi tatu, pamoja na Kigamboni feri. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu, namba zinapita kwenye skrini yako hapo. Usisahau kutupigia muda wote, tupo hewani. Asante.